Koskei amewataka Wakenya kuiga uh, au kuunga mkono serikali katika juhudi zake za kueneza maendeleo kote nchini akisisitiza kuwa kila sehemu ya taifa ina haki ya kufikiwa na miradi ya serikali. Akizungumza katika eneo bunge la Nambale, Koskei ameahidi kujitolea kuhakikisha serikali inasambaza maendeleo kwa usawa bila upendeleo wowote. Amesema baadhi ya miradi inayotekelezwa na, na serikali ya kitaifa haijulikani kwa wananchi kutokana na wanasiasa kujiwekea sifa kwa miradi hiyo, akiwataka viongozi kutambua kuwa maendeleo ni ya nchi, ni ya wananchi wote. Koskei, ambaye alikuwa katika shule ya upili ya Lupida wakati wa hafla ya utoaji wa mabasi mawili kwa shule za Lupida na Sierra, amehimiza wakazi wa Busia kuunga mkono serikali kwa ajili ya kasi ya maendeleo. Kura uh, ndio silaha because rais atakuwa hapa a kila mahali, raisa aku huko anapambana na hii maneno so sisi zote hapa, sisi ni soja ni jeshi ya rais, na lazima tuseme rais amelete hii, rais ameandika walimu, rais amelete, hi, rais amelete capitation ya shule, rais amefanya hii, ma classroom zimejengwa ma, hiyo ni rais. Ni vile tu sisi ndio nani? wale wanatumwa kufanya nini? kuhakikisha imefanya kazi. Na ange bete hizo pasi mbili, hangeendelea na maendeleo ingine itakuja kama yeye angekuwa kwa serikali, kuwa kwa serikali. Serikali sio sio miti, sio kitu ile iko kando. Serikali ni watu. Ukiwa ndani, ile kitu kizuri inatoka kwa serikali, utafanya nini? utapata nafasi yako na ndio ni muhimu sana watu wa lupira watu wa buzia watu wa nambale kusupport serikali, kufanya kazi na serikali na ufanye kazi mwenyewe kibinafsi kwako, ili mapato inakufikia. Kenya hii lazima ifanye nini? Ibadilishwe kila sehemu ya nchi hii, kila sehemu ya nchi hii